Trio, trio, trio. Amani, amani. Arusha pa pametulia, jua limetulia, upepo umetulia, magari yametulia, watu wametulia, peace, love and harmony. Nawasalimu kwa jina la Silent Ocean na Kilimanjaro Star. Kwa majina naitwa Gerald Manoti, mimi ni mwakilishi wa Silent Ocean Kanda Kaskazini ikijumlisha mikoa ya Tanga a, Manyara jijini Arusha pamoja na Kilimanjaro timu nzima ya Silent Ocean kutoka China, uh, Uturuki pamoja na uh, makao makuu yaliyoko Lumumba mtaa Odoe Dar es Salaam iko hapa jijini Arusha. Kikubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakutana na wateja wetu wengi ambao wako jijini Arusha kuwasaidia kuwaelimisha wale ambao bado hawajajua jinsi ya kusafisha na Silent Ocean. Lakini mimi kama mwakilishi wa Silent Ocean kanda kaskazini nipo kwa ajili yako wewe mteja wetu wewe mfanyabiashara unayepatikana katika kanda kaskazini mimi ninapatikana kwa namba zangu za simu ambazo ni 0746 100 666 nipigie muda wote nitakuelimisha nitakufundisha na nitakuhakikishia kwamba huduma zetu za Silent Ocean zinakuwa ni vizuri katika biashara yako. Wafanyabiashara, wajasiriamali, fursa imeingia Arusha, kazi kwenu.